Niwaalike sasa tupate kuomba ili tuweze kuendelea na kipindi tuombe. Baba yetu mwema wa mbinguni, mfalme wa amani, unayeketi juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa jinsi ambayo umetupatia nafasi hii asubuhi ya leo, nafasi ya kuwa na tafakari ya neno lako, watoto wako ambao umetukusanya katika chumba hiki cha maombi, tunalihitaji jina lako uweze kutuongoza katika kujibu maombi yetu, na kabla ya hapo, tunapokuwa na tafakari hii, tafadhali katusaidie sawa sana mapenzi yako, maana tumeomba na kushukuru kupitia jina la Yesu Kristo, amina. Niwaalike tutakuwa na tafakari kutoka katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya ishirini na tano Mwanzo sura ya ishirini na tano na okay, Mwanzo sura ya ishirini na tano nitasoma kuanzia na mafungu machache mahali hapo. Ngoja nifungue mahali hapo, Mwanzo sura ya ishirini na tano kuanzia ule mstari wa ishirini. Biblia inasema Mwanzo sura ya 25 mstari wa 20, anasema Isaka alikuwa na umri wa miaka arobaini alipomuoa Rebeka binti Bethueli Mwaramu kutoka Padani Aram, ndugu ya Labani Mwaramu. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mkewe, kwa sababu alikuwa tasa. Bwana akajibu maombi yake na Rebeka mkewe akapata mimba fungu la ishirini na mbili watoto akashindana tumboni mwake, akasema, kwa nini haya yanatokea kwangu? Ninasoma Biblia toleo la Neno. Kwa hiyo akaenda kumuuliza Bwana. Fungu la ishirini na tatu Bwana akamjibu, mataifa mawili yamo tumboni mwako, na mataifa hayo mawili kutoka ndani yako watash, watatenganishwa moja atakuwa na nguvu zaidi kuliko mwingine na yule mkubwa atamtumikia yule mdogo fungu la ishirini na nne wakati wake wa kujifungua ulipotimia walikuwapo mapacha wa kiume tumboni mwake wa kwanza kuzaliwa alikuwa mwekundu mwili wake wote ulikuwa kama mtu aliyevaa vazi lenye nywele wakamuita jina lake Esau baadaye ndugu yake akatoka mkono wake ulikuwa umemshika Esau kisigino, akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka sitini Rebeka alipowazaa. Nina mambo machache ambayo nataka tuyatafakari kabla hatujaenda kwenye maombi. Kutokea mahali hapo, familia hii ya Ibrahimu ambayo Bwana ameibariki akapata mtoto Isaka. Na Isaka muda wa kuoa unapofika, anapata mtoto, anapata watoto, sio mtoto ambaye ni Esau na Yakobo. Lakini kuna kitu ambacho kimekuwa kama mwendelezo kwenye familia hii, kimekuwa kikitokea mara kwa mara. Ukiangalia katika historia, familia ya Tera ambaye ni baba yake na Ibrahimu ilipitia changamoto ya kukosa watoto na waandishi wanasema Tera alikaa takriban miaka arobaini bila kupata mtoto ndipo akaja akabarikiwa kupata watoto. Na Ibrahimu na yeye akakaa miaka ya kutosha ndipo akaja kupata watoto. Na sasa Isaka naye tunaona anakaa miaka ishirini ndipo anakuja kupata watoto. Kuna mambo matatu ambayo ni kupitisha kwa haraka ambayo natamani uyazingatie kutoka kwenye mafungu haya kama Mkristo ambaye umenuia kumwomba Mungu abadilishe historia ya maisha yako, ni vizuri kutambua mambo matatu haya. Jambo la kwanza, hakikisha kwenye maisha yako unatambua roho zinazofuatilia familia yako. Kuna kitu ambacho kinaitwa roho ambazo zinafuatilia maisha ya mwanadamu, spirits. Katika familia hii ya Isaka, ukiniuliza ni roho gani ambazo zilikuwa zinatesa familia ya Isaka zilikuwa mbili. Moja ilikuwa ni ya kutengenezwa na familia wenyewe, lakini roho ya pili ilikuwa ni roho ambayo Ibilisi alikuwa ameipandikiza kwa ajili ya kutesa hiyo familia. Roho ya kwanza ilikuwa ni roho ya utasa, ilikuwa inafuatilia sana familia hiyo, kuanzia kwa Tera, Ibrahimu, Isaka, na mtu pekee ambaye alikuja kuligundua hilo na akazungumza na Bwana, na wakati ambapo Mungu anambadilisha jina lake kama tulivyoona wiki zilizopita hapo Pastor Adonia alikuwa akifundisha, akabadilisha historia ya familia hiyo, alikuwa ni Yakobo. roho ya utasa lakini roho ya pili ilikuwa ni roho ya uongo, ilikuwa inafuatilia familia hizi. Hii roho ya uongo, ni kweli, ni shetani aliyekuwa na waongoza kufanya hicho, lakini ilipandikizwa na familia yenyewe, kuanzia kwa Tera, Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Roho hiyo ikaendelea ili kuonyesha tofauti ya sisi tunaomjua Mungu na wale wasiomjua Mungu. Lazima katika maombi yetu tutambue ni roho gani zinazofuatilia familia zetu, na Mungu akitusaidia tumuombe kuziko, kuzikomesha. Kwa mfano hii roho ya uongo mara nyingi wazazi huipandikiza sana kwa watoto e, tunawafundisha sisi wenyewe wakati tunapokuwa tukiwasema watu na wao wakisikia tunawasema watu nyakati za kula chakula, watoto wanasikia tunawasengenya watu, viongozi, marafiki, mawifi, mashangazi na kadhalika. Tunapokuwa tukiwasema hivyo, tunapandikiza roho ya masengenyo, roho ya uongo katika mioyo ya watoto wetu. Asubuhi ya leo, hebu tutafakari ni roho gani ambayo inatufuatilia ili hata tunapokuwa tukiomba tuziombee hizo roho. Mungu wetu atusaidie kuzikomesha. Jambo la pili, jambo la pili, ni vizuri kutambua gharama inayoambatana na majibu ya maombi. Kabla hujaomba jambo lolote kwenye maisha yako, omba kutambua gharama inayoambatana na majibu ya maombi. Ninamaanisha nini? Katika familia ya Rebeka, wakati walipoishi miaka ishirini hawana mtoto, hakuna mahali popote kwenye Biblia panaporipotiwa kwamba Isaka na Rebeka waliwahi kuwa na mgogoro hapana, hakuna mahali hapo kupaona, lakini Isaka anapomwomba Bwana na kumwambia Mungu, nisaidie nipate mtoto, na kwa kweli Mungu anamsaidia Rebeka, anapata ujauzito. Kuanzia kipindi hicho familia ya Isaka inakuwa na mgogoro, mpaka tunaona mwishoni kabisa, tangu kuzaliwa kwa watoto hawa mpaka watoto wanazeeka, mpaka Isaka analala mauti, ni familia yenye mgogoro. Tuna Wakristo ambao tunaomba vitu Mungu atupatie. Nilisikia vizuri Pasta Kangarago alipoanza utangulizi katika juma hili, tunaomba vitu Mungu atupatie, lakini hatujui impact ya hivyo vitu vitakapotokea, tutasimamaje? Familia ya Rebeka ilipokuwa haina mtoto, walikuwa na amani, walikuwa wana maombi, walikuwa wenye upendo, lakini walipopata watoto, familia ya Rebeka wakagawanyika. Baba anampenda Esau na na, na, na, na Rebeka anampenda Yakobo. Ndicho kilikuwa chanzo cha mgogoro katika familia hii ya Isaka na Rebeka. Ninawatia moyo ana maombi, kabla hujaomba jambo lolote hakikisha hilo unaloliomba unajua gharama zinazoambatana na hilo jambo. Ni mfanyakazi, unamwambia Mungu nipandishe cheo, unazijua gharama zinazoambatana na kupanda cheo? Utaweza ukikuja kanisani ufagia kanisa tukiuchagua kama shemasi na unatokea katika ofisi wewe ni mkurugenzi utakubali kuja kukusanya sadaka zijue gharama zinazoambatana na majibu ya maombi ndiyo umesema bwana akupatie mtoto utakubali kuendelea kuwahi kanisani kama ulivyokuwa kabla ya hapo. Umesema Bwana bariki kazi yako bariki biashara, aiongeze, ikue. Gharama zinazoambatana na kukua, maana yake unapokuza biashara yako umekuza na status yako. Uwezekano kabisa wa kubanwa na kushindwa kutambua kuna wakati wa Bwana na wakati wa kwako ni mkubwa sana. Hizo ndizo gharama zinazoambatana na maombi. Kabla hujamwomba Bwana akufanyie jambo Jua kuna vitu ambavyo vitaambatana na majibu ya maombi. Familia ya Isaka walipoomba tupewe mtoto, hawakujua kama ingeishia kwenye mgogoro kiasi hicho, lakini ndicho kilichotokea. Jambo la tatu, jambo la tatu, ni vizuri kujitahidi sana kutambua kile ambacho tumekibeba katika maisha yetu. Utarudia hayo mafungu, nimeyasoma kwa haraka kidogo, uenda ukuyasikia vizuri. Rebeka alipobeba ujauzito, Biblia inasema akasema, kama mambo yako hivi, kuishi kwa faa nini? Wale mliokuwa mnasoma Biblia ya Kiswahili cha Kimvita, kuishi kwa faa nini? Tena akasema ni heli kufa. Akaenda akamuuliza Bwana. Bwana akamwambia tumboni mwako kuna mataifa mawili. Kwa macho ya Rebeka ni kama alikuwa amebeba watoto au mtoto lakini Mungu anamwambia huyo sio mtoto, una mataifa mawili ndani yako. Hapa kuna jambo kubwa sana ambalo Mungu alikuwa anamwambia Rebeka. Rebeka anahangaika anasema, kuna, kuna, kuna kitu tumboni mwangu kinapigana, na anaona kabisa maisha yake yanakuwa magumu kila itwapo leo, na anatamani hata kufa, lakini Mungu anamwambia usi, usihangaike, binti yangu, usiumie tafadhali, tulia. Kwa nini? Tumboni mwako kuna mataifa mawili, na kwa kweli tunaona yanakuja yanakuwa ni mataifa, taifa la Israeli na taifa la Waedomu. Ni mama aliye dhani ana mtoto kumbe ana mataifa. Mara nyingi mkristo anapopitia uchungu wote ule, tambua kwa nini unapitia huo uchungu. Ni kutokana na kile ulichokibeba maishani mwako. Waandishi wa, wa, wa, mbalimbali wanasema changamoto anazozipitia mwanadamu ni sawasawa na uwezo aliyobeba katika maisha yake. Ukiona changamoto zinakuwa kubwa kwenye maisha yako, nisikie vizuri, hata katika kazi zako, labda ni mfanyabiashara, labda ni mwajiriwa Kile kiwango cha changamoto unazozipitia mgogoro unapokuwa mkubwa ni kulingana na kile ulichokibeba katika maisha yako. Hauwezi kuwa na changamoto kubwa ikiwa Bwana hajawekeza kitu kikubwa ndani yako, haiwezi kutokea. Wale wote ambao wanamwomba Bwana awawekeze kitu kikubwa ndani yao, uwezo mkubwa, maarifa makubwa, thamani kubwa, wategemee hata changamoto zitakuwa kubwa. Ninawapa huu mfano katika familia ya Yokobedi na Amram, alipozaliwa Haruni hakukuwa na changamoto yoyote katika taifa na katika familia, maana Haruni hakuwa na kitu chochote katika maisha yake potentiality za Haruni hauwezi kuzilinganisha na za Musa. Lakini anapozaliwa Musa, vurugu inatokea, watoto wanaanza kuuawa, watoto wanaanza kuchinjwa. Kwa sababu hiyo, nakutia moyo asubuhi ya leo, changamoto tunazozipitia ni kutokana na kile tulichokibeba katika maisha yetu. Unashangaa mambo yanakuwa magumu, ukijaribu hiki, ukifanya haya kila mtu ambaye Bwana amemwinua ana kitu kilicho ndani yake cha msingi, ategemee kuna changamoto atazipitia, pengine zinakatisha tamaa. Kwa hiyo Rebeka akasema, ni heri kufa, maana sielewi kilicho tumboni mwangu, kumbe amebeba mataifa mawili. Na kutia moyo asubuhi ya leo, kabla hujakata tamaa katika jambo lolote, muulize Bwana umebeba nini Kabla hujalia na kusema kuna nini. Kabla hujakata tamaa na kusema ni heri niache kusali. Kabla hujakata tamaa na kusema ni heri niache ndoa hii, muulize Bwana hiyo ndoa imebeba nini? Kabla hujakata tamaa na kusema ni heri niache hata kuimba, muulize Bwana umebeba nini kwenye maisha yako. Huenda umebeba mataifa, sio kitu kidogo. Mungu wetu akubariki sana unapotafakari hayo, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tusaidie kutambua kwenye maisha yetu ni roho gani zinazotufuatilia. Kuna nyakati tumehangaika na vitu mbalimbali mbali, kumbe ni roho zinazotokea kutokea mbali zikitufuatilia tufamir... katika familia kama roho ya utasa na uongo ilivyofuatilia familia ya Isaka kutokea kwa tera Ibrahimu, na ndivyo tunavyo hata sisi katika maisha yetu. Tusaidie kuzitambua na kukuomba kuzikomesha, lakini tusaidie kwenye maisha yetu kutambua

Kuna wakati tunapitia changamoto tunaumia na kulia, kumbe wewe unatupitisha katika moto kutokana na thamani ya vitu tulivyobeba. Kuna wakati ndoa zetu zinapitia mgogoro na hata tunaamua ni heri kuziacha, kumbe ni kutokana na thamani iliyobebwa na ile ndoa. Kuna wakati biashara na kazi zetu zinapitia changamoto, tunatamani tungeziacha, kumbe ni kutokana na thamani iliyopo katika ndoa zetu hizo na kazi zetu. Tusaidie kutambua hilo, kama Rebeka alivyotambua kwamba amebeba mataifa na tukijua hilo tusaidie kukutegemea wewe, mpaka tutakapoyaona mataifa hayo yakizaliwa na kukua, kama Rebeka alivyosubiri na akaona watoto wake wakizaliwa. Tupatie siku njema ya leo katika jina la Yesu Kristo, naomba na, na kushukuru, amen.